Kwingineko kwa tunaarifiwa kwamba maafisa wakuu wa usalama humo nchini, akiwemo waziri wa usalama na inspekta jenerali wa polisi, waliwekwa kwenye mizani kuhusu hali ya usalama na ushirikiano wa polisi na wananchi. Kikao kilichoandaliwa moja kwa moja kwenye runinga ya Citizen kiliweka bayana baadhi ya maswali ya wakenya kwa wakuu wa usalama. Mwanahabari wetu Ben Kiroi anatujuza yaliyojiri. And katika kikao cha wazi kilichodumu kwa zaidi ya saa tatu jana usiku to ask a question, question, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alikumbana na msururu wa maswali kutoka kwa wananchi kuhusu usalama wa taifa If you Kikao hicho kilichopeperushwa moja kwa moja kupitia kipindi cha The Monday Report Jumatatu usiku kilitawaliwa na malalamishi kuhusu mienendo ya polisi, huku wananchi wakitaka maelezo ya kina kuhusu sababu zao, ikiwemo maafisa wa polisi kuhudumu bila sare zao na kuvalia maski. Miongoni mwa maswala yaliyozua hisia kali ni matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Ingawa waziri Murkomen alikiri kuwepo kwa changamoto hizo, alilaumu wanasiasa kwa kuchochea Tatizo la rushwa ambalo limekuwa donda sugu miaka nenda miaka rudi miongoni mwa polisi pia liliibuliwa. Waziri Murkomen akikiri kwamba mara kwa mara magari ya serikali hukosa mafuta.

Maswala kuhusu usimamizi wa sekta ya borabora Bora, pia yaliibuliwa, sekta hiyo ikitajwa kuwa tishio kwa usalama wa taifa. Ben Kirui, runinga ya Citizen Nairobi.